ati ndige kumue puresa ati nindiramuonia ati mwana ti wakwa na niwe e kana urauga kana aronete gakahii acoke oneta ici ni kairitu okay. tondu uria umuhanikiire ka na theini wa nyumba itu mwana wake aciarite mwana agathii ndingi juge itha mutumia ari na mahitia itha ndagitari ndagitari ndangikorwo na mahitia professional ni yake muiritu onirio mwana e mwana wa kahii kikagia kikiari kia mundu rume no riria acokire gucenjia mwana iria mekiraga cia githungu akorire mwana wa e muiritu ari mundu wa nja riu ingiuria ingiuria justice ihanike kwi mwana uyu tondu ni ciana nini na ni ciana nini kihiko-ini moni dna ko kwo mundu ka mwana ni wake angikorwo ti wake thibitari itigwo nake imenye kuria kumutwara na e mwana wao na magia e na thayu thayu thayu madagitari ma Kiambu matwira uhoro wa DNA DNA ya bere maiga ni private ni kirithate na twamera tutigena thina no turihe macoka maiga DNA yo ge ya thirikari megu consult within 3 hours ni megu twira uri amagutwira